Basi wachezaji tuchangishe kama, eh? kama? Hey, kama, wa kama wanadai. Kweli oh, kwa... goli mbili mbili mbili mbili. mbili. alafu goli goli goli goli rafiki yangu. Usamfunga mtu. Hamna sisi, sisi tuko, sisi yani tunacheza mechi za duo dai, mechi tatu ambazo zote zilikuwa tushinde. Naona mechi zote tatu zilikuwa tushinde. hasa kama tunapoteza Eh bwana eh, inatia hasira sana ujue, inatia hasira sana, sana. Si tuna support timu naona tunakuja uwanjani tunaacha mambo yetu, lakini vitu kama hivi hatuelewi. Yani kama tunapigishwa shoti, ujue yani mpira eh? mpira tena huo. Mpira vipi mzee, duo udai mechi tatu tukiwa tushinde, mechi tatu tushinde, kuna nini hapa hapa, kuna nini, kuna nini hapa, kila siku tunashindwa kushinda hapa Am nakwambia vipi, mi sielewi iko na, VP, kitu, na, na hey. Nini pale Simba pale kuna kitu, unaona bwana, lakini tutaelewana tu, ipo siku tutaelewana tu.